Hello, wafugaji, karibuni kwenye chaneli yetu ya Kingo Farm. Leo tumewaletea makala ya namna ya kutibu kuku ambaye ana mafua makali, anakoroma lakini vilevile vile, amevimba macho. Hii tiba huwa inaenda kwa haraka zaidi, tumeitumia, tumejaribu kutumia, kwa sababu saa hizi kulikuwa kuna upatikanaji wa hivyo vitu. Tumetumia na tumepata matokeo mazuri, tunaona kabisa hii tiba inaweza kukusaidia hata wewe mfugaji. A, tiba ya leo ni tutaenda kuangalia namna ambavyo utaweza kutumia majani ya mbaazi Utachanganya na pilipili kichaa, hakikisha inakuwa ile pilipili kichaa, lakini vile vile utaweka na asali kwenye mchanganyo wako. Ukichanganya hivi vitu vitatu, kama kuku wako wanakoroma, wana mafua makali mpaka yameziba macho, au wana hizo dalili zote, wanakoroma, lakini vile vile wana uchafu machoni ambao huwa unatoa kama ugali ugali, uh, utaweza kuwatibia kwa kutumia hii dawa, halafu ndani ya siku tatu Utaangalia matokeo au maendeleo ya wale kuku. Ukifanya vizuri, utaona kuku wako wamepona wa kabisa hayo mafua. Kama tunavyojua, mafua yamekuwa mtihani kabisa kwetu sisi wafugaji, lakini vile vile huu mchanganyi utaweza kuutumia kama kinga ya mafua aa. Kwa wiki ukiwa unawapa mara mbili mara tatu, si vibaya. Kama kuku wako wao wanapata sana na changamoto hii ya mafua, basi huo unawapa kama kinga, lakini hata ikitokea wamepata, nitakuelekeza namna ambavyo utaweza kuwatibia. Uh, sasa hapa tuanze na yule kuku ambaye ana mafua makali mpaka macho yake yamevimba ambapo ndani ukimtoa unaona kuna madude meupe yanatoka kama ugali. Ah, huyu kuku kwanza huwa anakufa haraka usipomtibia kwa sababu anashindwa kuona, anashindwa kula. Yanayomuua yanakuwa sio yale mafua ila ile hali ya kushindwa kula kwa sababu haoni. Kwa hiyo, hapa kitu cha kwanza kabisa utamsafisha huyu kuku kwa maji ya uvuguvugu ambayo yana chumvi. Andaa maji yako ya uvuguvugu yenye chumvi kidogo, unachukua kitambaa chako laini kama pamba na kadhalika. Halafu unatumia kusafisha yale macho, utautoa ule ugali wote, au yale ma mauchafu yaliyoko ndani ya macho yake utayatoa yote, kwa kutumia hicho kitambaa laini na hayo maji ambayo yatakuwa ni vuguvugu yenye chumvi kidogo. Ukishayatoa yale mauchafu yote, utaandaa mafuta yako, yanaweza kuwa mafuta ya kupaka au ute ule wa alovela kama unatumia mafuta ya kupaka, naona ungetumia yale mafuta ya hebo meusi yale yaliyoandikwa hebo, mpake usoni au unaweza kutumia mawese au utumia ute wa alovela. Utapaka kwenye yale macho ili waweze kuona. Baada ya kufanya hivyo, utaenda sasa kumtibia tiba ya kwenye maji, tiba ambayo utaweka kwenye maji kwa ajili ya kwenda kupambana na mafua hapo utakao mmaliza tatizo la kumsafisha macho ili aweze kuona na huyu kuku kama atakuwa hawezi kula yeye mwenyewe labda kutokana na homa kali, basi unashauriwa kuandaa bomba la sindano ambalo utatumia kumnyosha dawa mdomoni, na kabla haujamnyosha dawa hii, hii dawa ni kali sana. Kabla haujamnywesha huu mchanganyo ambao nitakutajia, basi hakikisha kuku wako amekula. Kama hajala ile sehemu yake ya chakula haina kitu, labda alikuwa hali kwa sababu ya kutokuona, basi mtengenezee uji ambao utakuwa uji wa sembe au wa dona uweka na sukari kidogo. Utaanza kwa kumnywesha huo uji, usimpe dawa kabla hajala, ile dawa haitaenda kufanya kazi. Ni vizuri zaidi ukawa na bomba la sindano ukachukua chakula kama ni uji huo ukampa, lakini kama alikula utamnyosha tu dawa, ila kama hakula, kile kibinde cha chakula hakina kitu, usikimbilie kuanza na dawa, anza kwanza kumpa uji. Ukimpa uji utaona ameonesha hali fulani ya uchangamfu pale sasa ndo utampa na dawa, na baadaye utamwachia dawa atakuwa anakunywa yeye mwenyewe, kwa sababu atakuwa tayari anaona na pia tayari amepata zile nguvu za kuweza kuchangamka. Lengo la kumpa uji ni kumfanya huyu kuku aweze kupata nguvu. Kuku, kuku ambaye hajala huwa anakuwa amelegea sana. Kwa hiyo ukimpa huu uji atachangamka, ataweza kumove na kwenda kufuata ile sehemu ambayo ina dawa na akanywa. Ni wakumbushe sisi, Kingo Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Huduma ni bora kabisa, utaelekezwa kampuni nzuri ambayo utapata vifaranga huko ulipo na utawafuga bila changamoto yoyote, kwa sababu tutakupa maelekezo ya namna ya kuwafuga hao vifaranga na maelekezo mbalimbali, utauliza maswali na utajibiwa ukiwa umejiunga na hili kundi, na utapata hizo huduma kama ambazo nimekutajia ukiwa umejiunga na hili kundi. Ada ya sasa ya kundi ni shilingi elfu nane. Ada hapo awali ilikuwa elfu tano lakini sasa ada imeongezeka kutokana na maboresho ya huduma, ada imekuwa shilingi elfu nane. Lakini vilevile tuna vitabu vinne. Cha kwanza cha safari ya ufugaji, kwa ajili ya kusaidia mfugaji wa chotara pamoja na layers. Cha pili ni kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ili usipate changamoto ya aina yoyote ile. Tumia hiki kitabu, kitakusaidia kuanzia siku ya kwanza unapompokea kifaranga wako wa broila mpaka unamuuza. Kimezingatia bajeti, kwa sababu soko la broila kwa sasa linasumbua, bei zimekuwa ndogo sana. Kwa hiyo hiki kitabu kitakuelekeza namna ambavyo utapunguza gharama ya kumfuga broiler kwa kuzingatia formula sahihi ya kumtengenezea chakula kuanzia siku ya ishirini na moja, lakini vile vile kwa kuzingatia vitamini booster, tiba na kinga za asili zote ambazo zinamfaa broiler utazikuta kwenye hiki kitabu cha ufugaji wa broiler. Kitabu cha nne ni kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kina tiba za asili zote ambazo zinatumika kwa kuku aina zote, maelekezo ya kuzitumia, namna ya kutengeneza kinga za asili lakini vile vile namna ya kutengeneza vitamin na booster za asili ambazo zinawafaa kuku aina zote na ukapata matokeo mazuri kabisa. Pia tuna fomula ya kumnenepesha jogoo. Hii inajitegemea, ni shilingi elfu tano tu inauzwa. Ila hivyo vitabu vyote gharama yake kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ni softi copy, ukihitaji unalipia tunakutumia kwa njia ya WhatsApp vivyo kwa muundo wa PDF. Wewe utaenda kutoa kopi steshonali na utapata kitabu halisi. A, sasa tumalizie na huu mchanganyo ambao unaenda kutibu hayo mafua ya kukoroma pamoja na macho kuvimba. Kwenye swala la macho kuvimba, utaanza kwa hizo hatua nilizokuelekeza hapo nyuma. Ukija kwenye swala la kutibu, kitu ambacho utaweka kwenye maji yao, utaandaa majani yako ya mbaazi viganja vitano, lakini vile vile utaandaa pilipili kichaa tatu na utaandaa kijiko kimoja cha chai cha asali, kijiko kimoja cha chai cha asali. Asali unayotumika hapa ni ile asali mbichi. Uh, utablend hivyo vitu vyote kwa wakati mmoja utachanganya hizo pilipili majani ya mbaazi utaweka na asali utaviblend kama unatumia blender kama hautumii blender utatwanga kwenye kinu hayo majani ya mbaazi pamoja na hizo pilipili. Baada ya huo mchanganyo wote kusagika kama umetumia blender au umetumia kinu basi utachukua huo mchanganyo wote utaenda kuuweka kwenye maji lita nane. Uchanganye huo mchanganyo wote kwenye maji lita sita mpaka nane. Inategemea na hali ya kuku wako kama wapo serious sana weka kwenye maji lita sita. Ila kama bado kidogo wanaonesha hali ya uchangamfu weka kwenye maji maji lita nane. Huo mchanganyo koroga vizuri kabisa, wape kuku wako wanywe kwa siku tatu mfululizo. Kama unawapa leo umewatengenezea, kesho utawatengenezea mwingine, na kesho kutwa utawatengenezea mwingine, halafu utaangalia matokeo. Asanteni sana, niwakaribishe mjiunge na huduma zetu. Jiunge na kundi kwa kulipia elfu nane upate huduma ya kuuliza maswali, kujibiwa na kadhalika, lakini vilevile vile, vile utapata darasa na tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu tunatarajia kuingiza vifaranga na tuanze kuwaelekeza namna ambavyo tunawapokea mpaka tunawauza. Au vifaranga, vitabu vipo vinne vya kuku aina zote, inategemea unafuga kuku aina gani. Kila kitabu ni shilingi elfu kumi na hiyo fomula ya jogoo. Kama unahitaji huduma, usisahau kuchukua namba kwenye video, tupigie simu au tutumie ujumbe WhatsApp. Asanteni sana kwa kutufuatilia.